Hongera kwa mchezo mmefanikiwa kushinda kwa magoli mawili lakini pia ulikuwa ni mchezo aina gani? Ulikuwa ni mchezo mzuri. Maandalizi ambayo tumeyafanya ndio ambayo ameweza kutupa matokeo mazuri ya leo. Kwa hiyo tumeanza vizuri na tumemaliza vizuri. Kwa hiyo focus yetu sasa hivi inaofuata ni katika mchezo ambao unakuja una, una mbele yetu. Ni furaha kiasi gani kwa kufunga bao la kwanza kabisa ukiwa na wananchi wa Young Africans kama sikosei, pengine ni furaha wewe mchezaji kwa kiasi gani? Na kwangu mimi ni furaha kubwa sana kwa sababu Uh, tokea mwanzo wananchi walionyesha kunipokea kwa moyo mmoja, na mimi kama mchezaji kumulangu kuhakikisha kwamba narudisha kile ambacho wao wamenikabidhi kutoka kwao. Kwao naamini kwamba ule upendo uh, kila kitu ambacho amenipatia ni kuhakikisha kwamba uh, natoa performance nzuri katika uwanja. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba naendelea kupambana kuhakikisha kwamba uh, naitumikia klabu yangu na kama unavyoona mapambano yanazidi kuendelea aa, kama timu tunaenda kupata matokeo mazuri kuhakikisha kwamba tunafikia malengo katika msimu. Pressure ilikuwa ni kubwa kiasi gani baada ya kutoa sare na Mbeya City na leo umekuja kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mkileta na mchezo ambao umepita, mchezo ule pressure ilikuwa kiasi gani? Um, siku zote unapofanya vibaya unakuwa unaangalia wapi umekosea. Kwa hiyo tuliangalia hapo tumekosea. hmm. Na tumeweza kuinuka kuinuka. Kwa hiyo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kila mchezo ambao unakuja mbele yetu hatufanyi tena yale makosa ambayo tuliyafanya Uh, sofa pia ni, ni, ni, ni aina matokeo ambayo najua wananchi wana, wana wengi huyatarajia uh, mm, lakini kwetu sisi kama wachezaji tulitambua tuli, kwamba tulikosea. Kwa hiyo uh, sasa hivi fokasi yetu ni kwenye kila mchezo ambao uko mbele yetu ni kuhakikisha mm, tunafanya vizuri baada ya kwanza mechi zidi ya Silver Stars siku ya mabingwa barani Afrika, na umeanza hii leo, pengine unawahidi nini sasa wananchi? Uh, kama nitaendelea kupata nafasi nitaendelea kupambana kwa sababu nipo hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba naipambania timu mm -hmm. na hilo ndio jukumu la kila mchezaji hapa. Kwa hiyo jukumu langu ni ni kuhakikisha kwamba napata nafasi ni kupambania timu na timu iweze kupata mafanikio mm -hmm. na mchezaji mmoja mmoja pia aweze kupata mafanikio. Ile ishara baada ya kufunga goli zimbwe inamaanisha nini? umeweka vidole hivi vile, komenti zimekuwa nyingi sana, unaweza no, ah kutuambia? Uh, ni ni, ni alama yangu mm -hmm. ya ushangiliaji sure. Uh, kwa kwa maana kwamba ni ni M M ni Mohamed kwa hiyo ipo hivyo, shukrani asante sana.